Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwanza eh, kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo tunapitia leo ni siku ya tarehe 24 mwezi mwezi wa pili mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano siku ambayo eh, kesi ya mwenyekiti taifa Tundu akifuatiliwa kwa usikilizo Tumefika mahakamani saa tatu asubuhi kwa ajili ya kuhudhuria e, kusikiliza kesi ya mwenyekiti taifa. Bahati mbaya sana tukafika mahakamani e, mimi naibu katibu mkuu Zanzibar Ali Ibrahim Juma na makamu mwenyekiti taifa Saidi Mzee Saidi pamoja na viongozi wengine ambao wamefika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti, jeshi la polisi tuzuia na baadaye nikatwambia tuondoke mahakamani hapo kuelekea sehemu nyingine e, ili tusiweze kusikiliza kesi ya, ya mwenyekiti na wakatuambia kwa kwamba mwenyekiti haletu mahakamani na kesi yake tusikilizwe. Baada ya muda mfupi jeshi la polisi likachukua uamuzi wa kumkamata. Kwa sauti kidogo, kama mwenyekiti taifa, Mheshimiwa Said Mzee Said, na baadhi ya viongozi ambao tulikuwa nao pamoja sambamba na wanachama ambao walifika kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti taifa. Jeshi la polisi baada ya kukamata, liliamua kutupeleka sehemu ambayo hatufahamu tupeleke katika pori moja ambalo tulifahamu ambao ni wenyeji wetu wamesema ni pori la Flaminio. Tulipofika huko walitutaka tukae chini kwa ajili ya kutizama udongo kama walivyotuamrisha, na walinyang'anya simu zetu zote kwa ajili ya kukata mawasiliano sisi, eh, kwa kuongozwa chama wengine pamoja na ndugu zetu ambao kwa sababu ya asi za polisi wangehitaji kujua ni wapi tulipo kwa muda huo. Eh, badala ya hapo kilichoendelea kwa jeshi la polisi waliamua kutupiga kipigo ambacho kinafanana na kipigo ambacho wanapigwa mwizi ambaye hakufuata utaratibu wa kisheria. Walitupiga kipigo kikubwa ambacho hawakujali kwamba wanaopiga ni viongozi wa chama cha taifa na kwakiwa na wanachama na wao. Kwa hakika wametufanyia vitendo vya kikatili na vitendo vya kinyama sana na kitu ambacho amekifanya zaidi ni kunyima hata mawasiliano na, na jamaa zetu wamewaleta kifani. Kwa upande wangu kama ambavyo mnaona, waliamua kunivunja mkono huu e, na mkono huu ulikunjika baada ya kuona kuna dhamira ya kaponipiga kichwani, wakatwata kunipiga niliamua kujikinga kwa mkono eza kufika kichwani nikaishia kwenye huu mkono na ndio maana nikapata haya majaraha ambayo unayaona saana. so, hilo kwa sababu walikuwa wametulaza waliahuu kuipiwa wa, wa kwa namna ya kutupaka like hina ni kitu ambacho wanasema polisi wanakuwa wanatupaka hina, jamba ambayo limepelekea siwezi kusema kama mgongo umevunjika, lakini umepata athari kubwa sana, mpaka katika mathibitisho na vipimo vya daktari. Nitoe tu hicho kwa kwa